Katika malezi ya familia katika kukuza watoto huwezi ukadharau nafasi ya baba. Baba ni nguzo muhimu sana, na mara nyingi mababa ambao wameshindwa kutumia nafasi yao katika makuzi na malezi ya watoto, imekuwa changamoto kubwa sana ya kifamilia na watoto kahusika. Lakini kitu muhimu unachotakiwa kujua ni kwamba kuna aina mbalimbali mbali za mababa. Utafiti uliokufanyika na taasisi ya Nickelodeon ilichukua wanaume mia tisa ambao ni mababa wana watoto, na walipojaribu kuwauliza, asilimia hamsini walikiri kwamba kazi ya kuwa baba au majukumu ya kuwa baba yalikuwa ni makubwa na magumu kuliko ambavyo walikuwa wanafikiria hapo mwanzoni. Yani, maana yake mwanzoni walikuwa wanafikiri kama ni kitu chepesi tu, lakini baadaye, asilimia hamsini ya watu waliojiwa, yani maana yake watu mia nne hamsini katika mia tisa walisema kwamba kazi ya kuwa baba ni kazi ngumu kuliko walivyokuwa wanafikiria. Sasa kuna aina sita za mababa katika malezi ambayo wanakuwa nayo katika familia, na ndicho ambacho nataka tuangalie leo, ili kwanza tujijue sisi tuko katika maeneo gani, kama ni baba lakini pia kama ni mama, ujue baba ambayo naye na, na mazingira kama hayo. Kwa hiyo ni muhimu sana, ili kujua namna gani ya kuboresha malezi yetu pia. Uh, wa kwanza kabisa tunawaita wekaholic. Wekaholic, awa ni mababa ambao wako busy yani, always busy. Hawa ni wale ambao wanahamisha ofisi, inabadilishwa tu mazingira, inaletwa nyumbani. Akifika nyumbani yuko bize na kazi yake, yuko bize na laptop yake, yuko bize na kila kitu, hana muda kwa ajili ya watoto wake. Hata mtoto akija akishamsalimia tu pale akimsogelea, e, toka, toka, toka na kazi. Na sizungumzi kwamba ni kitu cha siku moja, yani kila siku ndio maisha yake, yani mtu ambaye yeye kila wakati yuko bize na kazi na hana muda kabisa na watoto wake. Hana muda akucheza nao, hana muda kuongea nao, hata akisafiri anaweza akapotea mwezi mzima najongea na watoto wake. Hawa tunasema ni watu ambao wanaitwa alcoholic. Athari zao ni kwamba mtoto anafeel kwamba hapendwi, anapoteza ile connection na baba. Kuna wazazi wengi sana ambao wamelalamika kwamba mtoto amekuwa hawana connection naye, amtafuti tena. Sasa hii connection haijengwi ukubwani, connection inajengwa mtoto akiwa mdogo. Kwa hiyo mtoto anajifeel kwamba I'm not loved, na ila akijifeel tu kwamba sipendwi, inapoteza connection kati ya baba na na mtoto lakini. Aina ya pili ya mababa tunawaita tyrant father. Hao ni mababa ambao wanaamini katika kutumia komandi, wanaamini katika kutumia amri, wanaamini katika kutumia nguvu. Hawa kila wakati wao wako sahihi. Huwa hawatoe nafasi kwa watoto wao kutoa mawazo, hawatoe nafasi ya kuwasikiliza wanachohisi, kila wakati wanaamrisha. Hawa ni mababa ambao pia wale wakija nyumbani, hata kama watoto walikuwa wanacheza, unashangaa gafla kimya, hakuna anayecheza, gafla kila mtu ana usingizi e, anaenda kulala e, wanaogopa uwepo wa baba. Yaani ni baba kama vile ambaye ni kama simba ameingia katikati kati ya kundi la swala. Ni watu ambao ni mababa ambao wanaamini na walivyokuwa trained na wanavyoamini kwamba kwa kwa kuwa baba ni kuwa mkali kuwa baba ni kuwa mtu ambaye hausikilizi, wewe ndio wa mwisho. Wanapenda kusema mimi ndio baba wa familia, mimi ndio baba wa familia. Yani yeye anaamini katika ule ukali wake kwamba ndio nafasi yake ya baba. Hawa athari zao ni kwamba wanatengeneza hofu sana, watoto wengi ambao wameshindwa kuwa na kujiamini na kuwa na ujasiri uh, tafiti zimeonyesha kwamba ni kwa sababu watu hawa wamekuwa wamelelewa na watu ambao wamekuwa ni wakali, hawajawapa nafasi ya kujieleza. Ndio maana ukuta mtu mpaka anakuwa mkubwa anashindwa kujieleza, anashindwa kujitetea, anaonewa, hawezi kusema kwa sababu mazingira aliyokulia ni kwa sababu ya aina hii ya baba, lakini aina ya tatu ya baba tunamwita invisible dad au baba asionekana au lugha nyingine tungemwita ni absent father. Yani huyu yeye hayupo katika malezi ya mtoto wake, yani unakuta yeye malezi yote anamwachia mama, yani mama ndio anafanya kila kitu, yeye haonekani wakati mwingine wowote ule. Mwingine unakuta baba alizaa pengine alikuwa bado hajaoana pengine, au mwingine unakuta yupo pale pale nyumbani, lakini yupo kama hayupo, yani hakuna mahali unamuona katika malezi ya mtoto, na wakati mwingine unakuta hata hajui vitu vinavyoendelea kwa mtoto wake, yani kuna vitu vingi vinaendelea, lakini hajui chochote kuhusiana na mtoto wake, yani kama mtoto sio na graduation, mtoto sio na nini yani, birthday, hakuna kitu kinachomuhusu yeye. Yeye ni invisible, haonekani kabisa. Mpaka watoto wanasema, "Baba yuko wapi?" yani wanamuulizia, "Haonekani." Sasa tunamwita ni invisible baba. Sasa hii tunasema ina athari kwa sababu ni kama vile mtoto anakuwa hana baba kabisa. Yani ni kama mtoto anakuwa akiwa hana mtu ambaye anamconsider kwamba ni father figure. Nakumbuka kwamba mtoto lazima awe na balance kidogo. E, kuna namna anatakiwa kupata kwa kupa mamake, lakini kuna vitu ambavyo lazima vitoke kwa upande wa babake. Akivikosa vina madhara fulani ambayo yanakuja namtokea baadaye lakini aina ya nne tunamwita chop my money father. Chop my money father ni mababa ambao wanaamini malezi ni kuhudumia eh, yani kwamba nimelipa ada, nimetoa hela chakula, nimetoa siu hela umeme, nimetoa hela ya maji. Hiyo ndio kazi yangu, ila mimi sio lazima nipatikane. Na hata akiulizwa kwamba mbona una muda na watoto, anakasirika eh, kwani nini? Chakula kipo sikipo ada sijalipa? Nimelipa. siunguo sijanunua? Nimenunua. shida ni nini? Shida ni nini? E, kwa nini uelewi? Mimi nimeshafanya kila, unataka nifanyeje? Yani anaamini kwamba kuwa baba ni kuhudumia, ni kutoa vile mahitaji muhimu. Sasa tunasema hiyo ni sehemu ndogo sana ya mtu kuitwa baba. Sehemu kubwa fadha ni maanake, ni original original ya kitu fulani, ya asili ya kitu fulani, kama vile ambavyo udongo, uh, mti unahitaji udongo ili survive, na ile connection yao ndio inafanya kuwe na uhusiano wa karibu sana kati ya udongo na mti, ndivyo ambavyo Baba ni udongo na mtoto ni mti ambao umepandwa katika ile udongo. Kwa hiyo sio tu swala la kusema kwamba nimekupa unachotaka. Hapana, lazima uwepo kwa sababu kuna vitu ambavyo ni vya emotional ambavyo havibebwi na pesa havibebwi na ada, havibebwi na chakula, vinakuhitaji wewe uwepo wako. Kwa hiyo wanaamini kwamba akishahudumia pesa basi ndio baba bora. Hapana, kuna zaidi ya hapo. Ndio maana kuna watu ambao wamefanikiwa sana kifedha, walikuwa na hela, naela, wamesomesha watoto wao shule nzuri sana, ni matajiri, wamewapa kila walichokuwa wanataka lakini mwisho wa siku nakuta mahusiano yao na watoto ni mabaya sana. Kwa nini? Kwa sababu walishindwa kutengeneza connection. Haitengenezwi na pesa, connection haitengenezwi na kulipa ada au kununua nguo au kununua chakula kizuri. Hapana, connection inatengenezwa kwa huyu baba kuwa na mahusiano mazuri na, na mtoto wake. Aina ya tano ya baba tunamwita yes father. The yes father. Huyu ni mtu ambaye au ni baba ambaye kila kitu kwa mtoto wake ni sawa. Kila kitu ni ndio. Kila mtoto anachotaka nampa. Yeye anaamini kwamba eh, kumpenda mtoto ni kumpatia kila anachohitaji. Sasa tunasema hii inamspoil mtoto. Inamfanya mtoto aamini kwamba yeye ana deserve. Na watoto wa hivi wengi eh, wamekuwa ni watoto ambao tunasema wanajihesabia haki. Yani wanaamini kwamba they have yeah, they need to have everything they want. Hata wakiingia kwenye mahusiano na watoto wa namna hii, wanakuwa na demand nyingi sana kwa sababu wenyewe walizoeshwa kwamba kila anachohitaji lazima kipate na sio, kisichelewe. Akikihitaji leo kipatikane leo, akikitaji usiku kipatikane usiku. Sasa ni vizuri kumpatia mtoto wako vitu vizuri na enjoy maisha, lakini lazima kuwe na limitation, isiwe afike mtu ajione. Tunasema watoto wa namna hiyo wanakuwa na kitu kinaitwa entitlement mentality. Entitlement mentality ni ile hali kwamba lazima ninachokihitaji, lazima nikipate, bila kujali kinapatikana wapi, kwa gharama gani, saa ngapi, na mimi sitakie kufanya chochote ili nikipate hicho kitu. Kwa hiyo ukikutana na watu wa namna hii, hata kwenye mahusiano, unakuta wanasumbua sana, kwa sababu wanaamini kwamba yeye yeah, kila anachokitaka anytime, na ndio pale sema ah, babangu alikuwa ananipatia kila kitu. Sasa hawa ni aina pia ya baba ambao unasema ni wana athari pia, ukienda extreme sana Unasababisha huyu mtoto ashindwe kuwa creative ashindwe pia kujisimamia ashindwe pia kuwa na nidhamu kwenye vitu ambavyo anavitumia, kwa sababu anaamini kila kitu anachokitaji kipo wakati wote ule. Kumbuka kuna basic discipline ambazo natakiwa mtoto afundishwe pia. Aina ya mwisho ya baba tunamwita ni active father. Active father ni ule baba ambaye anapatikana, tunasema yupo, anapatikana anahudumia, manake anakombine sifa zinazopungua kutoka kwa mababa wote hawa, yeye anakuwa nazo, anahudumia vizuri, anapatikana, anatoa discipline kwa watoto wake, yani kila kitu anakifanya, manake yale yote aliyopungua hapa ndo anayapata, anapata active father. Kaza kama ulivyosema utafiti unaonyesha kwamba kutoka Nicole Don alivyosema kwamba asilimia hamsini ya watu walikuwa waliojiwa walithibitisha kwamba kuwa baba ni kazi zaidi kuliko walikuwa wanafikiri, lakini kumbe ni kitu kigumu sana. Sijajua wewe katika maisha yako umesha kukutana na baba wa aina gani kati ya haya, ningependa pia niambie na tujifunze zaidi, kwa sababu hakuna mwisho wa kujifunza. Niandikie hapo chini kwenye comment, umeshawahi kukutana na baba wa aina yoyote kati ya hawa ili tuendelee kujifunza na tujue tufanye nini ili tuboreshe familia zetu na tukuze vizuri watoto wetu. See you at the top.